Guys, ni mentafai ba pakawa yu account yangu. Hii ndio account ya Super Pay Company muonekano unakuwa ni kama huu, kama unavyoiona account yako. So, hii ni pesa ambayo nimekuambia nimeweza kutengeneza zaidi ya milioni mbili kwa muda wa miezi minne tu. Kamaweza kujionea hapa nimeweza kutengeneza milioni mbili na laki like, 5 na elfu 59 ndani ya na miezi minne. Lakini nimeweza kulipia mtaji wa shilingi elfu kumi na tatu lakini mpaka sasa hivi nimeweza kulipwa zaidi ya milioni mbili laki na elfu sitini na moja. Ni pesa ambayo nimesha itoa, nimeweza kulipwa kupitia simu yangu au ya mpesa yangu. Lakini nje ya hapo kuna hichi kipengele hapo kimeandikwa bara, kimeandikwa balance. Hii ni amount ambayo ipo kwenye akaunti mpaka sasa hivi, shilingi elfu tisini na sita pesa mwanzo ni kabisa tu muda wote kwa ajili ya matumizi yangu ya kila siku. Username kama unaweza kujionea pale inatembea mentor Fighber. Kwa hiyo guys, nakwenda kukupa fursa ambayo yani nakuambia faida yake ni kubwa sana. Mtaji shilingi elfu kumi na tatu, lakini mimi binafsi nimetengeneza zaidi ya milioni mbili na laki tano ndani ya miezi minne tu, katika hii biashara. So unaweza kuuliza swali kwamba, je, pesa za Superpay Company utazipataje? Kwa hiyo hapo kuna njia takriban zaidi ya sita ambazo tutatengeneza pesa zako hapa Superpay Company. Kama apa kutolea hapa nikuoneshe, yeah. Kuna hizi njia hapo unavyozionea, nimekuchoria hapo. Kuna YouTube video, hizi ni video za YouTube ambazo unazipewa, unakuwa una watch video, unalipa video moja inaweza kuanzia 500 mpaka 2000 na video zinakuwa ni nyingi. The same to TikTok videos, unakuwa video za matangazo za TikTok, una watch, unakuja unalipa video moja ni kuanzia 500 mpaka 2000 na zinakuwa ni nyingi. Kuna una research quiz, yaani maswali tu ya utafiti ya kawaida, usiana yani jamii. Kuna vieta, huu ni mchezo ule wa nasibu. Kuna kuspin pia hapo ni huo ni mchezo ule wa kuzungusha kuhudumu mpaka elfu hamsini. Lakini kuna WhatsApp status; haya ni matangazo ya kampuni, una, una, posti, unakuja, una matangazo hapa Superpay company, lakini uishie hapo tu hata ukimleta rafiki unalipwa pia shilingi elfu tano Ba, unalipa shilingi elfu tano lakini lakini pia unalipwa kwa level mpaka nne kama unaweza kumleta rafiki yako. Lakini nje hapo nataka nikuoneshe kitu kidogo ambacho unaweza kukifanya. Guys, unaweza kufanya advertisement hapa Superpay company. Lakini pia unaweza kuchat na wenzako ambao ni members wa Superpay company. Wale ambao unataka kujifunza graphics and design, kuna training session hapa ipo, utajifunza, lakini uzuri ambao usichokijua hapa una Superpay company ya account yako inaweza ukawithdraw katika njia rahisi mno. Ngoja ni kuonesha ambapo unaweza ukafanya ku withdraw na miamara mara ambayo umeisha kulipa mpaka sasa hivi, na kuna mwingine anakuambia huku utafanya kazi, lakini miamara mara haitoki kwao. Acha niingie hapa kwenye withdraw. Kama unavyoweza kujionea, kuna vipengele viwili vimeweza kujitokeza hapa ya yeah. kuna hii hapa ambayo imejitokeza vipengele viwili kuna hii withdraw kuna withdraw history. So withdraw ni nini? Ni, ni namna ambavyo unaweza kutoa pesa kwa. Nikiingia hapa naweza nikaandika amount ambayo unataka itoe, na hapa kiwango cha chini cha kutoa pesa ni kidogo sana, kiwango cha chini ni elfu kumi, ni elfu kumi na nne tu, lakini unaweza kurudi hapo mpaka elfu moja kama unaweza kufanya manunuzi ya bill. Kwa hapo naweza nikaandika amount ya elfu kumi na tano kwa hapo naweza nika cash out elfu kumi na tano. Nitakuja hapa nitachagua nitoe kwa, kwa, kwa njia gani manual au ni withdraw automatically pesa inaingia sekunde hiyo kwenye mpesa wangu lakini baada ya hapo, nataka nikuoneshe withdraw history. Hizi ni amount za pesa ambazo zote nimeshaku withdraw na nikalipwa kupitia mpesa wangu, kama unaweza kujionea zimeandikwa mpaka na tarehe ambayo nimeweza kupokea pesa ile tarehe 18 Novemba, tarehe 10, tarehe 27, tarehe 29, tarehe 30, tarehe moja, zote nilikuwa napokea na zimeandikwa kwa pay na amount ambayo nilikuwa nachukua, kwa hiyo hizi ni receipt za kila mara ambazo nimeweza kuipokea unaweza kujionea zote zina risiti na mara ya mwisho, unaweza kuona hii ilikuwa ni laki mbili na elfu tisini na tano hii ni amount ambayo nilipokea kwa mara ya mwisho. Kwa hiyo guys, kutoa pesa kwa Superpay company ni rahisi sana. Mteji mteji wa kujiunga hapa ni elfu kumi na tatu tu, na huu mteji unalipia mara moja tu, unajihakikishia kutengeneza zaidi. I mean, unajihakikishia kutengeneza elfu kuanzia elfu kumi na tano mpaka elfu thelathini mpaka elfu hamsini per day. So kama uko tayari, niambie nikupe linki tuanze kazi mdau. Kama una maswali unaweza kuniuliza. You're welcome so...